Yesu asifiwe. Ni furaha yangu kubwa sana kuwa pamoja nanyi japo kifupi kabisa, kwa hili tendo aliloniitia hapa mkuu wenu wa chuo kwamba tuweze kulifanya kwa asubuhi hii ya leo, lakini nimshukuru Mungu kwamba amenipa nafasi hii na ninafurahi sana kusimama mbele yenu. Najua na ni mwanzo mwanzo wa muhula tena, basi e, nilete salamu nyingi sana kwenu kutoka katika e, ofisi ya dayosisi yetu ya Kaskazini, wote wanawasalimu sana. Kwa chuo nina wapongeza sana kwa mipango hii mlio nayo ya kujenga bweni la wanawake lakini adha ya kuwa na bweni ili isishi, zamani tulipokuwa hapo, sijui bado linaitwa Yerusalemu na kule ndio Samaria. Eh, kwa kweli imekuwepo haja hiyo kwa siku nyingi, kuwa na bweni la kutosheleza wanafunzi wanawake. Ninawapongeza kwamba mmefikia mahali mkaweza kuweka uamuzi wa kujenga bweni, na ninasikia litakuwa bweni la kisasa na la kutosheleza kabisa eh, huo ni ujasiri mkubwa, na kwa maono hayo na uamuzi huo, nasema tena hongereni sana. <coughs> Nia yangu ni kwamba ni kuwaunga mkono na kuwatia mkono kwa kazi hii. Nilifurahi mlipotushirikisha kwamba tutoe tu kibali na kuandika hata barua za kuwashirikisha basi watu mbalimbali, wakiwepo sharika zetu na na marafiki zetu, na nime ninamshukuru Mungu kwamba umesema itikio limekuwa zuri Lililonifurahisha zaidi ni ule utayari wa wanafunzi wa wenyewe kusema kazi hii tutaifanya, na waalimu wao wakawaunga mkono kukubali kukatwa mishahara yao sehemu ya mishahara yao. Watu wanasema lifti kukute njiani. Hiyo ni hiyo ni jambo jema mno kwamba ninyi wenyewe mko sawasawa katika kazi hii katika jukumu hili nawapongeza sana. Ni kuahidi tu, mkuu wa chuo, kama ulivyoomba kwamba sisi tutaendelea kuwaunga mkono, na pale mtakapotuhitaji au kunihitaji mimi kipekee, kuendelea kuwasilisha eh, maombi kwa sharika zetu na hata ikibidi kwenye dayosisi za jirani mimi mimi niko tayari na sisi tuko tayari, na kwa kuwa kwenye bodi yetu tayari tunazo tunao eh, dayosisi washiriki wa chuo, basi kama wale hawajashirikishwa bado, ningeomba basi liweze kufanyika, ila tutaweza kuendelea hata kwa dayosisi nyingine kwa sababu ninajua wanaokuja kupata mafunzo yao hapa wanatoka vyuo E, dayosisi mbalimbali. Kwa hiyo nitoe wito tu hata kwa wale watakaopokea iwe ni maombi kwa mara ya kwanza au kwa mara ya pili, basi wawe na moyo waone e, uzuri wa kazi hii na umuhimu wake wa e, kazi hii e, na wao wapate kuiunga mkono takachoomba kuwa chuo katika hii project sio project ndogo, ni project kubwa, na hii inahitaji umakini mkubwa kuanzia mwanzo. Wanasema ukikosea kwenye kwenye hatua ya kwanza, hatua zinazofuata unaweza ukakosea sana. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba iko kamati kamili ambayo inawananao wataalamu huko ndani, na shukuru umetaja kina Eh, senior architect hapa Maringo na Masawe na wengine niombe sana kwamba mweze kufanya kazi kama timu moja kule kamati yenu ya hapa shirikiana na hao lakini pia msituache uongozi wa dayosisi mbali kutakachohitajika ni kile kidogo au chochote kitakachopatikana katika kufanikisha kazi hii au kuwezesha basi kitumike kwa uaminifu na kwa uwazi, na wale wanaochangia au tunaochangia, tukiona kweli kwamba fedha ile inatumika kwa kusudi lililokusudiwa, basi inatutia moyo kuendelea kuchangia mpaka kazi hii itakapokamilika. Mimi ninawatakia nguvu uweza na baraka za Mungu katika kuifanya kazi hii. Neno la Nehemia sura ile ya pili akasema, basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Lakini waliposikia Sambalati moroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshemu Mwarabu walitucheka wakatudharau, wakasema ni nini neno hili unalolifanya? Je, mtaasi ninyi juu ya mfalme? Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha, kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu -kumbu katika Yerusalemu. Ningesema katika kazi hii tusimame na tukaifanye, tukiwa na imani na ujasiri kama huu wa Nehemia, tukijua kwamba Mungu wetu wa mbinguni, yeye atatufanikisha.